wao wamesimama ni mfano mmoja tu, kama yeye mwenyewe alijitambua, lakini wakamu wakamu, aliwasomesha amda, baada ya kusomeshwa akafanya na mwalimu na yeye na alimelewa ilimu una kitu sana ambacho kwamba watu wa kisasa wajaribu kukuigiza wewe, upati udokta PhD mpaka mwena mtu wako mwalimu wako akusomeshe ukae naye wende naye bamba bamba elimu yetu sisi ni namna hiyo, si elimu ya kusomwa kwenye madarasa, ni elimu ya kulelewa. kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna wa bima kuntum tadrusuna. Ukiona paelea Sheikh Abdallah ametoka kwenye mikono, alhamdulillah imeonekana imeonekana, akhlaqi zake husnul khuluq. Usikitabu usikitaui kitabu ukasoma husnul khuluq, huwa ukifanya kitendeo, wafanyo utende, na wale wa kutendeshwa wao pia wanafuata. Nashukuru walimu zake wa Umeiona kazi ambayo umeitoa, moja katika kazi wakamwakauo. Lakini pio Uislamu yataka kushikamana pamoja, kusambaza Uislamu. Uislamu wapambana na shida kubwa sana katika ekifasa Kuna mabimbi makali sana ambapoaba kule nyuma kuliko hakuna elimu za asalin, hakuna tena ya kupokea. Baada ya kupokea, na hii ndio njia moja ya kufunda madaris ya misikiti misikiti ilikuwa

Alioroka Masri, akaja kwa imamani akaketi, akakendi kwa imamani miaka ishirini, akawa kusoma etiketi adabu peke yake. Baada ya miaka ishirini, wamekuja watu kutoka Masri katika kijiji chake, akenda kuangalia mmoja Alipokuja kuangalia akamwambia, ninyi mtoka kijiji fulani. Nao kumjua Kasim, yule asema, huyo ni babangu, alimuoa mamangu akaondoka. Mtoka ishirini iwasoma elimu haisomeshi kwa miaka minne ukaliwa watu wameketi wakasoma miaka ishirini naasema miaka kumi na asema tisa afundishwa etiketi adabu peke yake Ustadh Abdallah amesoma zsumaika watu wa Nairobi, wana wa Nairobi wamjua walayunaeukametolo kabiri wala kama akujui naye mmeona zile akhlaki ziko namna gani? Yataka Waislamu wawe na durus ndani ya misikiti na mashekhe wawafundishe watoto akhlaki zaidi na tabia zaidi na hudum sana.

Wataleta bandari, si jambo kubwa, wa kadhalika. Ala llahi biazizi. Umu Salama alipofiliwa na Abu Salama alilia sana, manake alikuwa haoni kama Abu Salama. Abu Salama ni yule wa mamanuti ya kitaba hupiamini hii

yeye Mtume alipofika Madina baada ya Uhud, mji mzima walia, kila nyumba alia. Akaangalia akasema aina ka wake Hamza wako wapi wenye kumlilia Hamza, hamza kibani hana nyumba basi. Watu wote wakatoka, kaja kwa Mtume, Mtume akawarejesha kabadaa, nimetoka lineuu ni husni kubwa sana. Sasa yote hiyo, lakini Mtumi akamwambia sema allahuma fi musibati, nilipa katika msiba wangu, badali unipe badali nzuri. Umu Salama hakuona kama kuna badali zaidi ya Umu Salama, lakini ameambiwa na Mtume. Baada akshakuambiwa na Mtume kwisha, hakuna mambo ya kufikiri. Akasema baada ya kumaliza, enda Saidina Abubakar ametumwa na Mtume kumtajia Mtume Umu Salama

Mimi nimesema, lakini nilikuwa sina yakini kubwa kwamba tapata mume zaidi ya Usalama. Mimi nikiotia nyinyi kwenye mipangilio, nyinyi bado hakujafa, lakini kweli Mtume ni badali nzuri, amekuja badali nzuri. Kwa hivyo wamadhalika alallahi biazizi na kutatokea Mwenyezi Mungu atamleta, Mwenyezi Mungu hashiri na kazi ni, ni watu tayari tayari, watu wakiwa tayari, Mwenyezi Mungu ataleta, na tuwe na husnul dhon billah. Kitu kikubwa uwatabana mzuri kwa Mwenyezi Mungu, huyu ametuletea